Hello guys, welcome back in our YouTube channel na jina langu ni Rajab Synic. Karibu tena kwa mara nyingine tena katika channel yetu, yetu pendwa hapa e, utapata tech elimu ya tech e, na gaming kadri uwezavyo sawasawa. Video yetu ya leo imejikita kwenye kufundisha jinsi ya kutumia Google bila ya email . Wote tunajua Google bila email huwezi kutumia, Google bila email huwezi kutumia, wengi tunajua hivyo, lakini ukifika kwangu na kuambia, nope. Google bila email unaweza kutumia. Inawezekanaje? Tizama video hii mwanzo mpaka mwisho imekuelekeza vizuri jinsi ya kuweza kutumia Google bila email. Nikisema email ni nini, labda nikuonyeshe email. Kuna mwingine anaweza akawajui email, sawa. Email tutafute Gmail, mona Gmail, email utaiona hapa ambao utakuwa umetengeneza. So, ukishafika hapa eh, ukishafika hapa utabonyeza huku juu kwenye icon utaziona email. Sawa, kama umetengeneza email zaidi ya moja kama mimi utaziona, lakini mimi nina email yangu main hapo juu inaonekana, si unaona? si, si, si unaona, hizi ndo email. Ona kopa sina hizi, mimi siwezi kutumia Google. Lakini hapo hapo mimi nakwambiaje, naweza kutumia Google. Hatua ya kwanza tatafuta faili letu la Google, ah kwenye simu <hye> atukuona nikasema tutorial, ili tuikamilishe lazima tuje tutumie simu ambayo itaonekana Google. nayotakiwa ni Google kama hii ndio? kama hii so taibonyeza. Umeona? kitu ambacho kule kwenye resim nyingine akionekane ni hiki hapa, hiki hiki hiki kidole hiki hapa kakionyeshana, hiki. Ndio kilikuwa akionekane. Umeona? so utabonyeza hapa, utasubiri kwa sekunde kadhaa, utaona imeandikwa discover not available, nani, nanii nanii tani of nini. So mfano tuna search website yetu ile moja mbili tatu www.rajab kama hivyo synic tutamalizia dot com Dot dot online, sorry, dot online website yetu ni dot online. Sumona, baada ya kuandika www dot online itatokea kama hivyo, sawa. Maelezo hata yasikuchanganye, yani hizi zote, hii yote, hii yote ma, ni blogu yangu nini, nini, ni website yangu Mona mona, kwa hiyo utabonyeza ya juu, ya juu kabisa ndio utakayobonyeza, kwa sababu ukibonyeza haita kupeleka kwenye post ya kikitu eh. Kwa utabonyeza huku juu, mona chana hapo utabonyeza ya juu na kuongezea tu, kama uki, uki, uki, uki, uki website yetu itafunguka kama hivyo, umeona, ina mambo mengi na magemu kama hivyo. So karibu kutembelea, linki nakuwekea kwenye description hapo, linki nakuwekea, tembelee kuna magemu kibao tomu. Sawa, mfano action game hapo, nakuonyesha kama sample. Sawa, taweza hapa. Sawa, haya hapa, umeona aa, magame mengi, umeona fdat hapo nini Unaona hilo kama game mengi sana. Sasa ni sasa hapo ni, ni wewe ni wewe kuamua sasa ni kuamua kuamua, lakini lengo letu kuu ambalo ni ile huku na umeshalipata, umeona, lengo letu kuu ile huku umeshalipata. Lakini pia ukiona uki sachi una sachi hivyo, umeona kama umependa video hii usisahau kusubscribe kulike, comment na kushare ndugu jamani na marafiki.